Wawaniaji 11 waliotuma maombi ya kujaza nafasi ya mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC nchini Kenya wanahojiwa na jopo la uteuzi linaloongozwa na Dr Nelson Makanda katika taasisi ya bima kwenye mtaa wa South C jijini Nairobi. Wa kwanza kufika mbele ya jopo hilo alikuwa ni Abdul Kadir Loroto Ramadhan, ambaye ni hakimu anayehudumu katika mahakama ya Naivasha na ambaye ameliambia jopo hilo kwamba amefuzu kitaaluma kwa wadhifa huo na na uzoefu unaohitajika. Wa pili alikuwa msajili mkuu wa zamani wa idara ya mahakama, Bian Amadi, aliyeliambia jopo hilo kwamba mpito kamilifu hadi mfumo wa kidijitali ni sababu kuu ya ufanisi wa muhula wake katika idara ya mahakama nchini Kenya. Amesema ana tajriba na uwezo wa kufanya kazi licha ya shinikizo. Of kufanya kazi na shinikizo la juu ni kitu nilichofikiria, na mimi ni mtu ujasiri sana. Ninaamini kwamba ikiwa ninaweza kuonyesha kwamba kilichofanywa ni jambo sahihi, haidhuru shinikizo linatoka wapi. Mwingine aliyehojiwa ni Charles Nyachai ambaye alikuwa jaji wa mahakama ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Nyachai amesema atarejesha hadhi ya taasisi hiyo endapo atateuliwa mwenyekiti mpya. Aidha, amesema hatajiuzulu akipata shinikizo katika IEBC alivyofanya akiwa jaji wa mahakama ya kisheria ya Afrika mashariki mwaka jana. Kando na kila kitu kingine ambacho tume itakuwa ikifanya, kuanzia siku ya kwanza zitakuwa ni juhudi zinazolenga kupunguza nakisi ya uaminifu. Mahojiano hayo yatakamilika Jumatano hii, huku mwenyekiti mpya wa IEBC akitarajiwa kutangazwa mwezi ujao. Nyachai alikuwa msaili wa tatu na wa mwisho katika siku ya kwanza baada ya Abdul Kadir Lorot na Anamadi Wakenya wakitoa hisia tofauti kuhusu mchakato huo. Ila kitu tunatarajia ni matokeo mazuri, wapate kutupea kiongozi ambaye atakuwa huko juu ambaye atasimamia uchaguzi hapa Kenya, uwe wa uhuru na haki, kwa sababu unajua watu wakiwekwa hiyo hiyo idara ya IEBC kuna kuanga na maneno mingi, lakini tunawaombea mema wale ambao watachaguliwa. Ningependa wachague mtu mwenye ako na clean record so nilistajabika nilist, sana, kuona kuwa mtu kama Charles Nyachae tena mteteuliwa aende kuwa, aende kuwa mkuu wa IEBC na huyo jamaa ako na issues mingi za famili huyo jamaa. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maiche, YTV. <coughs>